Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu ingawa mlitenda dhambi, mlitubu haraka haraka, eh, yes, namna hiyo si mlikosea. Pande zote mlikosea, wangapi wanaamini mlikosea? That's very good. Unajua, kusuluhisha makosa ni kukubali kwanza. Haitoshi kwamba tumerudisha ng'ombe. Mimi nimetangaza leo kwamba mwenye aliiba ng'ombe lazima atafutwe, akamatwe, afungwe, ndio wale kama yeye wenye wako na tabia kama yake na wana nia ya kuiba ng'ombe. Tumewaambia polisi watafute, wakamate huyo na apelekwe kotini, afungwe, aende akule maragwe huko jela. Najua ya kwamba hapa kuna dhambi tatu ambayo imefanyika Kitabu cha Mungu kitasema usiue. Ama isemi tumeua ama tujaua, sema tumeua, na kwa hivyo tuombe Mungu nini, msamaha. Tumeiba, na kitabu cha Mungu inasema usiibe, hata kama ni ng'ombe moja, lakini tume- tumeiba, so tunaomba Mungu msamaha. Ya tatu ni kwamba tumesema urongo na tusiendelee kusema uongo. Ninaomba viongozi wetu kutoka e, Masai na watu wote wa Maasai area ya kwamba tusameheane. Kwa niaba kwa niaba ya viongozi wa Kisii kutoka sehemu yote ya Kisii, Bomachoge, Borabu, mimi kama kiongozi kutoka hii area yote ya Kisii, ninaomba msamaha kama tumewakosea mahali, na nyinyi tunaomba mtuombe msamaha, na sisi tutawasamea. Ama namna gani?